Babu Rashidi alikuwa mzee aliyeishi peke yake kijijini Makoroboi. Kijiji kilichojaa miti mikubwa na hadithi za ajabu. Nyumba yake ilikuwa mezo sifa ya udongo yenye paa la mabati yaliyopenda. Watu wengi walimkwepa Babu Rashidi. Walijua kitu kimoja kuhusu yeye, kuna paka, paka huyo hakuonekana. Aliona tu usiku, macho yake yakikaa kama makaa ya moto, na alipopita mbwa wote wa jiji wakilia kwa hofu. Babu Rashidi alikuwa akita paka huyo shi. Watu walishangaa kwa nini mzee huyo alipata utajiri ghafla. Alijenga nyumba ndogo ya kisasa, akawa na mifugo mingi na kuonekana tena sokoni kununua chakula. Wengine walisema alikuwa akishirikiana na kupitia paka huyo. Siku moja, kijana aitwaye Hamisi alipotea, akana mara ya mwisho nyumba usiku. Wa asubuhi yake, watu walip walitaa alama za miguu ya paka kubwa zikielekea msituni na katikati ya njia ikiwa ikiwa imechanwa vipande viwili. Tangu siku hiyo kila usiku sauti za ajabu zilianza kusikika toka nyumba ya Babu Rashidi. Kulikuwa na sauti ya paka akicheka kama binadamu, ikichanganyika sauti ya mtu akilia polepole pole. Watu walianza kusema yule si paka wa kawaida, ni paka mtu. Usiku mmoja mvua kubwa ilinyesha karibu na nyumba ya babu. Watu walio mbali waliona kicham, paka wakiwa wanatembea kwenye pamba isha kilitoweka ghafla. Siku iliyofuata mtoto wa Jerelim alitomea, alikuwa amekwenda kuchota maji kwenye kisima kilicho karibu na nyumba ya babu walienda kumtafuta, walishuka akemai na kwenye udongo kulikuwa na alama za mikono miguu midogo zikanyika na alama za pakajiji waliusichunguza walipofika karibu na nyumba ya babu, walihisi baridi kali isiyo ya kawaida. Mlango wa nyumba ulikuwa wazi wa gani. Walipoingia walimkuta babu Rashidi amekaa kwenye kiti, macho yake yameganda, uso wake umechanwa na makucha, kifuani mwake likuwa na nywele za paka na damu ilikuwa bado inatiririka. Waliposogea ndani zaidi, waliona kitu kilichowafanya wakimbie kwa hofu. Juu ya meza kulikuwa na kichwa cha paka kikiwa na meno ya binadamu, na kando yake kulikuwa na miguu miwili ya mtu mdogo iliyokatwa. Kabla hawajafika mlangoni, taa zote zilikatika ghafla. giza lilitanda, giza hii sauti katika Hamisi apotea mbonaye. kisha sauti ya kucha ikenda ukutani katika sakafu, ikafuatwa sauti ya mtoto akipiga miayo kama paka. Mmoja wa wazee alipogeuka aliona macho mawili mekundu ya kimwangalia, walitoka mbio. asubuhi ilipo nyumba ya waka moto peke yake keteza kila kitu lakini, baada ya moto kuika moshi lipoisha, walikuwa kimya, hakijaungua wa liwachapaka nye meno tu. Tangu siku hiyo hakuna mtu anayethubutu kupita kana eneo lile usiku. Watu wanasema ki usiku wa manane, kama utasogea utaona kivuli cha paka mkubwa mwenye miguu ya binadamu akitembea taratibu, macho yake yakitoa mwanga mwekundu, na sauti ya babu ikicheka ndani ya upepo. Na wazee wa kijiji sasa huwaambia vijana kila mara Open quote, ukiona paka usiku usimkaribie. Si paka wote ni wanyama, wengine ni watu waliobadilika. Close.